Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiyai walmursalin wa ba'd. Ni ipi hukumu ya yule mtu ambaye kwamba anayedai kwamba Mwenyezi Mungu yupo katika arshi au anayedai Mwenyezi Mungu yupo katika ardhi au anayedai Mwenyezi Mungu yupo katika kila sehemu? Hakika amekufuru yule ambaye kwamba anaidai mambo hayo yote, anaidai kwamba Mwenyezi Mungu yupo katika mbingu, amekufuru. Yule anaidai kwamba Mwenyezi Mungu yupo katika kila sehemu pia amekufuru, na yule ambaye kwamba anaidai Mwenyezi Mungu yupo katika arshi pia amekufuru, kwa sababu wanasema: wa kullu ma khatara bi balika fa Allahu munazzahu an dhalika, yani kila lile ambalo kwamba linalokupitikia katika akili yako wewe, basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kuepukana na jambo hilo, na hiyo sio itikadi ya Waislamu wote kwamba yaani wanaitakidi hivyo. Hilo sio katika itikadi ya Waislamu. Katika kitabu hichi cha al-Imam Abdul Qahir al-Baghdadi, al-Farq al baina alfiraqi, anasema wa ajma'u ala annahu la yahwihi makanu na wamekubaliana ahlu sunna wal jamaa wote ala annahu hakika ya Mwenyezi Mungu la yahwihi makanun, haimzunguki yeye pembe wala pambizo wala sehemu yoyote haimzunguki, wala yajri alayhi zamanun, wala haimpitiki yeye zama, yani usiku na mchana, mambo hayo hayampitikii, ala khilafi qawli man zama min alhishamiyyati walkaramiyyati kinyume na walivyodai kutokamana na kundi la ishamiyati na karamiyati, wanasemaje? annahu hakika Mwenyezi Mungu mumasun liarshihi ni mwenye kutulizana katika arshi yake, yani ameketi ame katika arshi yake. waqad qala amiru lmuminin aliyu radhiyallahu anhu, na hakika amesema amiri lmuminin Ali radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, inna allaha taala khalaqal arsha izharan liqudratihi la makanan lidhatihi Hakika Mwenyezi Mungu ameumba ya arshi yake kudhihirisha ile uwezo wake, kudhihirisha uwezo wake. Mwenyezi Mungu ameumba arshi kwa sababu ya kudhihirisha uwezo wake. La makana li dhatihi, wala sio sehemu ya kuketi kwake, kwa sababu ukisema arshi ni kiumbe na, na ardhi pia ni kiumbe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hawezi kuketi katika viumbe vyake. wa qad qala wa qad qala wa qala aidan, na akasema tena qad kana wala makanan wahuwa al'ana ala ma kana, hakika Mwenyezi Mungu huyu alikuwa na hakuwa na sehemu na mpaka sasa hivi Mwenyezi Mungu ala ma kana, yupo vile alivyokuwa. Allahu maujudun bila makana wa haqiqatu lamri, ni kwamba uhalisia wa mambo ulivyo ni kwamba mtu ambaye kwamba anaitakidi ya kwamba mungu wake anaishi ndani ya mbingu, ndio makazi yake, hana tofauti na Mkristu. Naweza kujiuliza kwa nini Mkristu anaitakidi ya kwamba Mwenyezi Mungu aliingia ndani ya mwili wa Nabii Isa, tasema huyu ni kafiri, kwa sababu gani? Kwa sababu Nabii Isa ni kiumbe na muumba hawezi kuingia ndani ya kiumbe, na mwenye kuitakidi ya kwamba muumba ambaye kwamba ni Allah subhanahu wataala ameingia ndani ya mwili wa Nabii Isa huyo ni kafir kwa itikadi ya Waislamu. Hivyo hivyo mwenye kuitakidi Mwenyezi Mungu yuko ndani ya mbingu ama yuwaishi ndani ya mbingu huyo pia ni kafiri, kwa jami ya nini ya mbingu ni kiumbe na Nabii Isa pia ni ni kiumbe. Idhan, wale ambao kwamba wanaoitakidi ya kwamba Mwenyezimungu yuwaishi ama yuaketi ndani ya mbingu hawana tofauti na na Wakristo kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji sehemu. Alikuwako na kabla kulikuwa hakuna chochote na yeye hivi sasa yuko vile vile alivyokuwa, wala hahitaji sehemu. Allahu maujudun bila makan, Allahu maujudun bila makan.